Aliapa kwamba hatooa mpaka apate ushauri kwa wanaume moja. Kuna bwana mmoja aliyekula kiapo kwamba hatofunga ndoa mpaka apate ushauri kwa wanaume moja waliooa. Ilipopita baadhi ya masiku, basi akafanikiwa jambo lake la kupata ushauri kwa baadhi ya watu, akakamilisha watu 99, akabaki mmoja ili aweze kukamilisha watu mia moja, lakini akawa anawaza huyo mtu mmoja atampata wapi? Ikamjia wazo, akaamua kwamba kesho asubuhi, mtu wa kwanza nitakayekutana naye barabarani, ndio wa kwanza nitakayemuomba ushauri, na ushauri wake ndio nitakaofanyia kazi. Basi ilipofika siku ya pili asubuhi mapema, mtu wa kwanza kukutana naye barabarani alikuwa ni chizi, mwenda wazimu. Tena yule mwenda wazimu alikuwa juu ya farasi. Yule bwana akamtazama kisha akavunjika moyo kwa kumtazama kuwa ni mwendawazimu, lakini akakumbuka lile ahadi aliyoiweka jana, kwamba mtu wa kwanza ni lazima amuombe ushauri. Akapiga moyo konde na akamsogelea ya yule mwendawazimu. Alipomfikia yule mwendawazimu, yule mwendawazimu akamwambia kijana, kuwa makini na huyu farasi asije akakupiga teke. Yule kijana akamwambia mwendawazimu naomba mzuie farasi wako, kuna jambo nataka nikueleze. Akamzuia farasi kisha akatega masikio kumsikiza yule kijana. Yule kijana akamweleza mwenda wazimu kwamba mimi nilikula kiapo kwamba nataka kuoa lakini ni lazima nishauri watu mia moja na nimefanikiwa kushauri watu takriban tisaini na tisa, imebakia mtu mmoja nikamilishe mtu wa mia moja, na jana nimetia azma kwamba mtu wa kwanza nitakayekutana naye mapema asubuhi ndio wa kwanza nitakayemuomba ushauri na ushauri wake nitaufanyia kazi, na hivi sasa naomba ushauri kutoka kwako ku, kwa sababu nahitaji kuoa. Yule chizi alimtazama kisha akamwambia kijana, an-nisau thalatha, wahidun lak wa wahidun alaik wa wahidun la lak wa la alaik, wanawake wako aina tatu. aina ya kwanza ni mwanamke ambaye kwamba ni milki yako na aina ya pili ni mwanamke ambao kwamba ni wa kwako lakini usitaraji kudumu naye, na aina ya mwanamke watatu ni mwanamke ambao kwamba siyo miliki yako wala siyo wa kwako na usitaraji kudumu naye. Kisha akaendelea na safari yake na yule farasi. Yule bwana akamtazama lakini hakufahamu yale maneno vizuri, akamgeukia tena na kumfuata yule mwenda wazimu na kumweleza kwamba ampe tafsiri yale maneno. Ile mwenda wazimu akamwambia kijana, nakuomba uwe makini na huyu farasi asije akakutia kwatu. Kijana akamwambia, mzuie kwanza, nahitaji unipe tafsiri ya yale maneno uliyonielezea. Akamzuia yule farasi, kisha yule mwenda wazimu akamweleza yule kijana, mke wa kwanza, mwanamke wa kwanza aliyokueleza ni mwanamke albikra, ni mwanamke bikra ambao kwamba kalbuha wa hubuha laka moyo wake na mapenzi yaliyokuwa nayo ni kwako wewe tu, hamjui wala hamfahamu mtu mwingine zaidi yako wewe na iwapo utamfanyia wema, basi maneno yake atakuja kusema kwamba hivi ndivyo walivyo wanaume, Masha Allah. Na iwapo utamfanyia maovu, basi atakuja kusema maneno yake hivi ndivyo jinsi walivyo wanaume, Subhana Allah. Huu ni mwanamke aina ya kwanza, na mwanamke aina ya pili ni yule mwanamke athayib mwanamke mkuu ambao kwamba tayari ashazaa huyo mwanamke. Siku ukija ukimwoa mwanamke aina hii, ni mwanamke ambao kwamba atakuwa akichukua cha kwako na kutumia na mwanawe au na wanawe, atakuwa anachukula kutoka kwako pamoja na wanaye, anafaidika na cha kwako pamoja na wanaye, lakini kilio atakuwa kimdilia yule wa mwanzo, hususan pale utakapoporozana naye ndipo sifa zote zitakuwa zikimrudia yule mwanamke wa kwanza. Huyu ndio mwanamke aina ya pili. Na mwanamke aina ya tatu ni mwanamke ambaye kwamba ni thaib, mwanamke mkuu ambaye kwamba sio bikra, lakini hana mtoto wala haja za. Ni mwanamke ambaye kwamba utakayemuoa lakini sio bikra, na siku kija kumfanyia kheri, basi atasema ili ni bora kuliko lile, na iwapo utamfanyia shari atasema lile ni bora kuliko hili. Bimana ni mwanamke ambao kwamba ukiwa bora zaidi kwa nyanja zote kuliko ile wa mwanzo, basi utakuwa umeuteka moyo wake, lakini ukiwa kinyume na hilo, basi imekula kwako. Huyu ni mwanamke aina ya tatu. Kisha alivyomweleza maneno hayo, akashika njia na kuondoka yule chizi. Yule bwana akashituka na kushangaa na yale maneno, kisha akazidi kumfuata yule chizi na kumweleza kwamba Mbona una maneno yenye hikma na busara, lakini mwonekano wako unaonekaniwa kama chizi, wala huendani na maneno yenye hikma na busara. <coughs> Yule chizi akamgeukia na kumwambia mimi nilichaguliwa na watu wangu kuwa kadhi mkuu katika nchi, lakini nikalikataa hilo jambo, nikalipinga kabisa, na walisisitiza wakaning'ang'ania. Walipozidisha tashdidi, nikajitia uchizi na uendawazii. Ndio maana hivi sasa umekutana na penjiani. Najua umefaidika na hichi kisa. Ikiwa umefaidika na hichi kisa, basi gonga like, share na comment faida ulioipata kutokana na hichi kisa, na usisahau jambo la mwisho kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wassalamu alaykum.